Hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya wizara ya elimu sayansi na teknolojia ikisomwa bungeni na waziri mwenye dhamana. Kwanza, kuendelea na utekelezaji wa sera na mitaala, mapitio ya sheria, kuandaa miongozo na kutoa mafunzo. Pili, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa mafunzo ya amali katika shule za sekondari na vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Tatu, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi na sekondari. Nne, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya juu na tano, kuimarisha uwezo wa nchi katika utafiti, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchangia upatikanaji wa maendeleo. Profesa Mkenda analiomba bunge kuidhinisha bajeti. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, fungu 46, inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2 436 bilioni 428 milioni 545 elfu. Kamati ya Bunge yenyewe inaishauri wizara ya kutekeleza sera na mitaala mipya kwa vitendo pamoja na kulipa madeni ya wakandarasi. Fedha zote zilizoidhinishwa na Bunge kwa mwaka wa fedha 2025 kwa ajili ya miradi ya maendeleo zitolewe kwa ukamilifu kabla au ifikapo tarehe 30 Juni 2025. Baada ya hotuba hiyo, wadau wa elimu wanatoa maoni yao. Bila shaka itatekeleza majukumu yale ambayo wamejipangia katika kufikia malengo ya kitaifa ya kiwizara na ya wanafunzi kwa ujumla. Katika mafunzo ya amali ni, ni, ni, ni kitu kizuri, kitawasaidia Watanzania na vijana wengi wa Kitanzania, lakini changamoto kubwa hapa ni, ni utekelezaji, hasa tukiangalia katika maeneo ya vijijini wilayani bado kuna, kuna changamoto ya vifaa. Wabunge wao wametaka serikali kuhakikisha sera na mitaala mipya inatekelezwa kwa kuwa na rasilimali watu na miundombinu inayokidhi viwango. Masomo ya kidato cha tano na sita yanahitaji ya, ya kufanyiwa mapindu, mapinduzi ya hali ya juu sana Ureta, utaratibu wa sasa huu hautusaidii kuwatengeneza vijana mahiri sana, kwa kuwa tumesema kwamba elimu ya chini Tanzania itakuwa kidato cha nne, ni lazima tuanze kuongeza kidato cha tano na kidato cha sita, na tutaongeza kwa uwiano kwamba kwenye kila sekondari tano tuweke high school moja ya science. Hotuba hii ya makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya wizara elimu ya elimu sayansi na teknolojia inatarajiwa kusomwa hapa bungeni kwa siku mbili kabla ya wa wabunge kuamua kuipitisha. Aula, George Mbara, Azam News, bungeni Dodoma.